Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri, wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi anaweza kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende e, na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni mia sita kumi na tatu na akinamama waja wazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni mia moja hamsini na tano Kwa hiyo inaonyesha tatizo ni kubwa, kwa sababu ni hiyo miezi kumi tu inaonyesha data hizo, bado hatujapata data za mwezi wa mwezi Novemba na Disemba. Kayo tatizo ni kubwa. Kwa tatizo hilo shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanakufanya ngono zembe, hawawi waaminifu. Kama ni mwanandoa, basi hau mwaminifu kwa mwenza wake, anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa, ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga, wanaenda wanafanya ngono zembe, yani hawatumii kondo ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya spirochete, ambayo anaitwa Treponema pallidum. Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yaani kwa njia ya ngono, ngono zembe kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku kumi mpaka siku kumi na nne tangu mgonjwa alipopata maambukizi, na dalili zake zimegawanyika katika hatua tatu. Hatua ya kwanza mgonjwa anaweza ka, akawa na dalili ya kupatwa na kakidonda kadogo sehemu za siri, anaweza kakaa moja au viwili, pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote, baada hapo kinaweza kikapotea chenye bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa kwa hiyo, mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuli, anaweza kuchanganyikiwa, wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia ya kitaalamu e, kama ni wajawazito anaweza kaa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa wa mtoto kabla ya wakati, njiti au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa so amekufa, lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto. Anaweza kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo, au kuzaa mtoto ambaye hatua zake za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa. kwa hizo ni dalili, hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, bakteria anakuwa ni yuko ndani ya mwili, lakini haonyeshi dalili zozote, haonyeshi dalili zozote, lakini tatizo linazidi kuwa kubwa. Na hatua ya nne, hiyo ni hatua ambayo ni hatari, tayari ule ugonjwa unakuwa umeingia kwenye viungo vikubwa vya mwili kama moyo, maini na ubongo. Kwa moyo unaweza ukashindwa kufanya kazi, ubongo anaweza akachanganyikiwa, anaweza eh, akawa nashindwa hata akafa ganzi, yani viungo vyake vikakosa nanii nguvu, anakosa anapata ganzi kwenye viungo kama mikono, miguu. Kwa hiyo ndo athari zinazo zikatokea. Mm, matibabu ya kaswende yanachukua ni wiki tatu, yaani unapata dozi moja kwa wiki, yaani mfululizo kwa wiki tatu. Yaani kwa mfano umetibiwa leo ni siku ya Jumatano, utapata hiyo ni dozi ni sindano, tena utarudia Jumatano ya wiki inayofuata na Jumatano ya wiki ya tatu, unapo umemaliza matibabu, na itabidi ukae miezi sita tangu ulivyomaliza dozi ya tatu alafu narudia kufanya check up kwa sababu ile sumu ya yule mdudu inakaa ndani ya mwili wa binadamu kwa muda wa miezi sita. Ndio maana tunasema rudia kupima baada ya miezi sita, sio umemaliza dozi unaenda kupima. Ukienda kupima utakutwa ni positive, kwa sababu sumu ya yule mdudu inakaa muda mrefu kwenye damu. Wanaotibiwa yani, wanaokuja kutibiwa wanatibiwa bila wenza, kwa anatibiwa na pona, anaenda tena kurudia kufanya ngono zembe na yule partner wake na yule patina wake naye anakuwa sio mwaminifu, naye anaenda kufanya ngono zembe hivyo kwa mtu mwingine, hivyo hivyo. Ndio maana nani, takwimu zinazidi kwenda juu. <coughs> Wito wangu ni kwamba Wananjombe waache tabia ya uoga, aibu, yaani mara tu unapogundua una tatizo unajihisi ni, fika hospitali. Hata kama huna mwenza, nenda katibiwe, utapata elimu kama wewe kama huyo mwenza wako hataki labda matibabu basi epukana naye, usiendelee kufanya ngono zembe naye, kwa sababu kama utakuwa umetibiwa na bado unafanya ngono zembe na huyo mtu utaendelea kupata matatizo ya kaswende na... ni kweli, wapo wengi na tuna katika ofisi yetu tunawapokea wengi, lakini wengine wengi wanaogopa kufika. Ya, kwa hapa wengi wanakuja peke yao lakini wanapofika hapa tunawaambia waje na wenza wao ama wakati fulani tunawapatia dawa ambazo zitaenda kuwasaidia hata wenza wao huko huko nyumbani. Na tatizo likizidi zaidi huwa tuna namna nyingine ya kuwasaidia hususani uh, tunapiga rufaa. Tunawapa rufaa kwenda eh, hospitali nyingine ambazo tayari tatizo wameliachilia limeenda muda mrefu sana. Mimi nafanya kazi za ba muhudumu tuseme, aktuali hususan e, nazingatia sana, nikitoka na mtu nazingatia kondom, atumie kondom ili kuepukana na magonjwa ya kaswendi